Okay, moja kati ya muvi kali sana ambapo kama wewe unapenda maswala ya kipolisi ukiwa na jeshi basi ni muvi kali ya kwenda kuitizama. Ungekuwa wewe polisi ungefanyaje au ungekuwa wewe mwanajeshi ungefanyaje? Hii ni muvi kali sana ambayo ilitoka mwaka elfu mbili na ishirini na moja lakini leo mwaka elfu mbili na ishirini na tano na kusagezea. Jina langu naitwa Bongo Tech 255. Inatakiwa ni kwenda kuitizama video hii mwanzo mpaka mwisho. So bila kupoteza muda, ready, start. Wanasema kazini kwangu kuna kazi ndo hii sasa. Siku ya kwanza tu ndani ya kituo chako kipya cha kazi, jamaa anaitwa Afisa Martin anapewa kazi ya kusafirisha wafungwa sita hatari, kuwapeleka gereza jingine la mbali. Katika safari hii anaambatana na Afisa Montasio ndani ya basi, na uko nje mbele yao, wanatanguliwa na gari ndogo la polisi lenye maafisa wawili ndani yake. Safari inaanza vyema tu kabisa lakini walipofika kwenye barabara moja yenye ukungu mkali wa baridi kali, nyuzi joto ikiwa chini ya sifuri, yaani below zero. Hapo ndo matata yanapoanzia, shughuli inaanzia hapo sasa. Mbele hapaonekani, nyuma hapaonekani. Katika safari yao wanakanyaga kitu chenye kizito, ambacho uwaya wenye miwa uliotegwa barabarani. Matairi yanapasuka na kupelekea safari kusimama kwa muda. Afisa Montesio anashuka kuangaza huku na kule, kunani? wenzake waliokuwa wametangulia kwenye gari la mbele wote wamefariki. Ni siku mbaya kazini. Afisa Martini anapoona kimya, naye anashuka pia kutazama kunani, mbona afisa Montero harudi? Anamkuta mwenzake Montesino amelala chini akiwa na mwagika damu nyingi sana. Kitambo kidogo anakumbana na mtu ambaye asijulikana ni nani, ametokea wapi, anafanya nini, lakini mtu huyo akiwa ameshika silaha zenye kali kabisa, ni silaha nzito za moto, ambapo anamwaga njugu kama vile baiskeli, yani anamwaga mawe tu ndani ya hilo basi. Anachotaka yeye ni mfungwa mmoja tu adakopa ndani ya basi hilo, huyu ana biashara naye ambao anataka kuimaliza leo hii hii, apatiwe huyo mtu lasivo kila mtu aliyekopo ndani ya basi hilo atakufa, hakuna atakayebaki hai. Hapo ndo afisa Malti anapojikuta katika kazi asiyoitarajia: moja, kuwalinda wafungwa hatari ndani ya basi hilo, na pili, ni kupambana na mtu hatari aliyekopo nje ya basi. Na wakati huo huo, hali ya hewa ni katili mno, yaani tunasema bilo zero imekata ndani ya basi, baridi isiyo na kifani, baridi ni baraa, na inapaswa kuwa sio ya mchezo mchezo hii ndo tunasema kazi ni kwangu. Kuna kazi manayake, wewe ni afisa Marti na Montopero. Kwanza umlinde afisa yako Montopero asa, halafu pili afisa Marti awalinde wafungwa sita ambao wote ni hatari wakiachiwa basi gara, yani jeshi litaingia katika hasara kubwa, kwa sababu hao ni watu hatari katika ulimwengu utafanyaje? k okay. ni bonge moja la muvi la kuitizama wikend hii muvi inaita Bajo Cero. Hii ni movie ambayo ya Kihispanyola kwa Kiingereza anasema Below Zero, ambapo sasa katika leg katika lugha yetu ya Kiswahili tunaweza kuita baridi kali lisilo gandisha. Ni filamu ya mwaka 2021 mwaka 2025 nimekusogezea. Jina langu naitwa Bongotech 255 kwa masuala mbalimbali ya teknolojia, kuruga pesa kabisa. Sasa kwa kutufollow hapo, santeni, natakia siku njema.